Utaratibu wa kujiunga na wadada senta ni upi? Okay, utaratibu wa kujiunga na wadada center upi? Okay, unatakiwa upige simu zetu, namba zetu za simu ziko kwenye profile zetu, uelekezwe vitu ambavyo unatakiwa kuja navyo. Mara nyingi ni utambulisho aa, ambao sasa yani ukibeba tu ukikurupuka tu uko na barua yoyote, ukija hapa utarudishwa. Kwa hiyo ni vyema ukapiga simu uelekezwe, tunataka utambulisho wa namna gani, then unakuja hapa lakini utakufanya kazi na sisi ni lazima iwe ni ndani ya mwaka mmoja, ya yeah. Haulipi keshi, lakini commitment ya mwaka mmoja ni lazima, yani hiyo ni lazima. Kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja ufanye kazi chini ya mradi wetu na kwa utaratibu tunaokuelekeza sisi. Yale mambo ya kusema mabosi hawa mabosi hawa wana roho mbaya mabosi wa siku hizi mabosi yani, sisi hayo mambo hatuna hapa kabisa. Sisi hapa tunatakiwa kukaa na kujua mabosi wana shida gani, tukazitatue na sio bosi anakwambia mimi fua nguo zangu Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumamosi ndio utafua nguo zako, halafu nasema bosi ananyanyasa na roho mbaya. A, amekuita nyumbani kwake ukafanye kazi zake, na unatakiwa ukafanye kazi zake vile anavyotaka yeye. Sasa kama unataka kwenda nyumbani kwake ukafanye kwa masharti yako wa dada center usije kwa dada center tunakwenda kufanya kazi kwenye nyumba za hawa watu ambao wana pesa tunazotaka hizo hela tuzibadilishe zitoke kwenye mifuko yao au kwenye akaunti zao zije kwenye mifuko yetu au kwenye akaunti zetu lakini kwa njia ya unyenyekevu kwa njia ya, ya kuwasikiliza kwa njia ya kufanya shughuli zao kwa upendo kwa passion, eh, kwa ari kwa shauku hey, hey, kwa hiyo hiyo ndio culture yetu na pe, tena tukiongozwa na neno la Mungu, tukiwa waaminifu, tukiwa waadilifu na tukiwa wachapakazi. Kama hizo sifa unaziweza, kama utaweza kuadapt hiyo culture, karibu, milango iko wazi, ila piga simu uelekezwe. Uh, unatakiwa uje, uje vipi vipi, yani yeah? Haya.